Ewe dada yangu, kama mumeo anashindwa kukufikisha kileleni, uume wake unasimama legelege, anakosa hamu ya tendo la ndoa, na hawezi kufanya tendo la ndoa muda mrefu tafuta vitu hivi uweze kuinusuru ndoa yako. Tafuta pakanga kijiko kimoja, unga wa pakanga kijiko kimoja, unga wa zaituni vijiko vitatu na maji lita moja, vichemshe pamoja vizuri, vichemke ladha ya tangawizi isikike kwa wingi, kisha hifadhi kwenye thermos. Anywa asubuhi na tende saba na korosho saba, na jioni anaporudi, muandalie kinywaji chake cha mwisho kiwe hiki, baada ya kula mlo wake anywe tende saba na korosho saba na hicho kinywaji utaweza kunusuru ndoa yako na penzi lako. Dawa hii ina faida kubwa haswa kwa wale wenye matatizo ya mfumo wa usagaji wa chakula na wenye matatizo ya gesi. Kama mtu ana tatizo la kisukari, basi atumie dawa hii, sukari yake itaweza kushuka na kuwa normal kabisa na kuweza kufurahia tendo la ndoa. Atakachokifanya atakunywa mchanganyiko huu kwa korosho na ataepuka kuzitumia tende kipindi hiki ili afya yake iweze kuimarika.